Salamu alaikum. Kwa jina naitwa Mohamed Ali Kibao, mtoto wa marehemu Ali Mohamed Kibao, ambaye mwezi Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na nne alitekwa, kuteswa na kuuawa kikatili na watu wasiojulikana. Leo hii ningependa nitoe ujumbe mfupi ambao kama utawafikia mlengwa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vilevile vile Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania natoa hapa kwa namna hii kwa sababu hakuna namna nyingine za mawasiliano kutoka kwa mwananchi, uh, kwenda kwa watu waliochukua madaraka ya juu. Dhumuni la ujumbe huu ni mambo makubwa matatu. La kwanza ni kuongea kwa niaba ya familia yetu, ingawa sikuwashirikisha katika kutengeneza ujumbe huu. Na vile vile familia ambazo zinapitia madhila kama ambayo tumepitia sisi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. La pili ni kuongelea jinsi ambavyo woga simanzi, na pengine chuki zinavyojengika na kutawala kwa watu ambao wanapitia mambo mbalimbali mbali, na Watanzania kwa ujumla wanaoona jinsi haya mambo yanavyotokea. La tatu na la mwisho ni kutoa ushauri. Najua kwamba ushauri huu hautasikilizwa pengine, au hakuna atakayefuatilia, lakini kila mmoja wetu kama Mtanzania, kama Watanzania, tuna haki na vilevile vile wajibu wa kutoa ushauri kwa wale waliochukua madaraka ya kutuongoza. Ningependa nisisitize pia kwamba sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha yoyote afanye chochote. Sio dhumuni la ujumbe huu kuhamasisha maandamano. Nasisitiza hilo kwa sababu sitaki akutwe mtu ndugu yangu au mtanzania yoyote na ujumbe huu au anatazama kusambaza ujumbe huu akaambiwa kwamba anasambaza ujumbe wa maandamano. Hapana, hilo sio dhumuni lake. Huu ni ujumbe moja kwa moja, ni meseji kutoka kwangu binafsi kwenda kama itawafikia kwa rais na vilevile vile waziri. Nianze na la kwanza. Ni zaidi ya mwaka mmoja sasa tangu mzee Kibao atekwe kuteswa na kuuawa kikatili. Hatujasikia chochote mpaka sasa kutoka kwenye mamlaka yoyote, pamoja na kufuatilia kwa nguvu sana. Sio tatizo. Tumekaa kimya sio kwa sababu tumeridhika, bali tunaelewa kwamba wakati mwingine haya mambo huwa yanachukua muda mrefu. Na tumeona juzi, tumesisitizwa kwamba na raisi na vilevile vile waziri mkuu, tumesisitizwa kwamba tunaishi katika nchi ya utawala na sheria. Kinachotupa majonzi na pengine wakati mwingine hasira ni kwamba tunaona kana kwamba kuna sheria za aina mbili zile ambazo zinawalinda tabaka la, mata, la watawala na nyingine zetu sisi. Nasema hivyo kwa sababu tumeona jinsi nguvu zinavyotumia zinavyotumika kukemea na kuzuia na kushughulikia mambo ambayo hayawafurahishi tabaka la watawala ukikosoa. Tumeona kijana amechana picha ya rais, tumeona kilichomtokea. Tumeona uh, uh, Gwajima ametoka kuuliza jamani, kwa nini tunatekana na kuuana. Tumeona wote, wala hatuhitaji ya kuhadithiwa kilichotokea. Uh, tumeona ku, ku, ku, ku, ku, ku, kufungiwa makanisa yake, tumeona kufunguliwa makanisa yake. Tunaona sio kwamba watu ni vipofu na viziwi, tunaona haya yote alafu, upande mwingine tunaambiwa kwamba uh, kifo ni kifo, tunaambiwa kwamba hatuongelei waliokufa kwa sababu hatutaki kusherekea, wakati toka 29 Oktoba mpaka sasa watu pekee waliosherekea ni walioko serikalini. Tumeona pale bungeni watu wanapiga makofi, wanapishana, wanapiga picha, tabasamu, furaha, kuchukua madaraka. Hakuna Mtanzania ambaye anasherehekea kifo cha Mtanzania mwingine. Na hili nalipelekea kuongea swala la kuongelea kipengele cha pili cha ujumbe huu: uoga, chuki na simanzi. Uongozi ambao unakubalika siku zote utapiganiwa na wale wanaoongozwa. Nikupe mfano mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili nadhani wakati wa vurugu zile za Wamasai um, kupigania ardhi na vitu kama hivyo, mimi niliita Tundulisu na Maria Sarungi wapumbavu, nikawambia cheni pumbavu nataka kuleta vurugu na taharuki katika nchi na kututenganisha. Wakaniambia wewe unasema hivyo kwa sababu huelewi kwamba system ndiyo mbovu, haijalishi aliyekalia kiti ni nani kama kiti ni kibovu kitavunjika, hakuna haijalishi aliyekalia kiti ni nani. Sikuwaelewa, nikawaacha, na nadhani wapo wengi kama mimi mbao walikuwa wanasikiliza tu haya mambo, wanaona ah, aya ni husu. Umeona mpaka yalipotufika sisi, na kuna wengi ambao walikuwa hawafuatilii hawa, hawa, siasa mpaka mtu yanapokufika. Sasa kufika haimaanishi tu kwamba ndugu yako au mzazi wako ameuawa, ametekwa, sijua amefungwa kukufika pia ni kwamba ile kwamba sasa kuna lockdown huwezi kutoka kwenda kutafuta riski huko, nako ni kufikwa. Sasa yakishakufika haya, ndipo unapoanza sasa kuangalia kwa ukaribu zaidi, na unagundua kwamba kweli tuna, tuna, tuna, tuna system ambayo inahitaji marekebisho makubwa sana. Lakini kauli za viongozi wetu, matendo ya viongozi wetu, wakati mwingine hayaleti matumaini kwamba haya yatashughulikiwa. Badala yake, tunaishi kwenye mazingira ambayo mtu ndugu yenu mzazi wenu ameuawa, ndugu jamaa na marafiki wanaogopa hata kukupa pole. Mpaka sasa, kila siku napata mimi maonyo kwamba, bana, mwambieni kaka yenu, au unapata ujumbe moja kwa moja, bana, kuwa makini. Niwe makini? nimefanya nini? nimefanya kosa gani? Kuna, nimekuja hapa, na nimekuja hapa nimetukana mtu? Nimekuja hapa kuhimiza mtu vurugu? Nimekwenda nikafanya vurugu mahali naonywa? Hii ndio hali tuliyoitengeneza, kwamba watu hata wenye waliofikwa wanashindwa kuomboleza, wanashindwa kupeana pole kwa sababu ya uoga ambao umetanda hapa. Kweli utawala wa sheria ni, ni, ni upi ambao tunasema tunao? Ndio hali ilivyo. Uongozi uliokubalika utapiganiwa na watu wenyewe, wala hauna haja ya kuhamasisha watu wakakupigania. Watu watakupigania. Ukiona kikundi kidogo cha watu kinaweza kuleta taharuki kama mnavyosema, kinaweza kuleta vurugu katika nchi, ujue kuna tatizo kubwa zaidi. Lazima turudi nyuma tuangalie, tutathmini, si ndio?